Naamu. Madamu huwezi ukimbia changamoto kweli, mimi uwezo wao unajua, lakini mimi nitajituma niweze kupata nafasi na mpaka mm. na wenyewe wamenihitaji kwa sababu kuna kidogo nimekiona kwamba naweza nikawa nika mchango katika timu pamoja mm. na kuna watu hapo wa, kwa kwamba timu sio mtu mmoja unajua mm. li, timu ni watu kumi na moja yani, watu kibao unajua, k kwa kwamba tunaenda mm. kushirikiana a mm. yeah. Ah, lakini pia unaambia nini sasa mashabiki wa Simba baada ya kutoka kampuni kwao kwa msimu ujao? Kwamba kikubwa tugeane sapoti, najua kitu ambacho anakihitaji sisi na kuwepo uwanjani, na kwa kwamba kwa binafsi mimi kama nitajituma, ili mradi tuweze kufanikisha na kuwapa furaha, sababu najua mashabiki furaha yao ni ushindi, hamna kitu kingine. Aa, ulikwepo Yanga, sasa hivi unakuja Simba, labda kwako kwa ile pesha ya timu kubwa ambayo mara nyingi imekuwa ikawakabiri wachezaji wengi, labda kwako kwa kwa iko vipi? Nataka kufahamu ndani ya msimu uliopita na msimu huu, labda kwako wewe ni midfield gani naye alikupa changamoto kubwa sana? Kweli swali la mabomu, kwa sababu nimecheza mechi nyingi. Sasa nikikuta taswira hii nimeshindwa kuongea, lakini pia nataka kufahamu, ulienda mm. JKT wakasema wa Dilunga amekufa, hivyo kuja Mtibwa umerudi tena juu, labda siri kubwa ya kiwango chako ni nini? Ni, ni, ni hasa hmm.

Wakati Vodacom inakuletea simu janja kali za Itel Gado na Technofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom. Shule ya Msangani Sekondari yenye namba za usajili S1133 ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita. Ipo kata ya Msangani, Kibaha kwa Matias, mkoani Pwani, kilomita sita kutoka barabara kuu Dar es Salamu Morogoro. Kwa sasa inaotangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2018 2019 kwa wale wenye sifa zinazokubalika, ni katika kombinesheni au taasusi za HGE, EGM, HGL, EK na HGK. Shule, mazingira tulivu na rafiki kitaaluma, imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio. Ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha. Ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa, huduma bora za afya, chakula bora na cha kutosha, malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto. Ada zetu li kabisa, unalipa kwa awamu. Wahi sasa, fomu zinapatikana shuleni Msangani, Riki Hotel mnazi mmoja, Daressalam, Msimbazi Senta Daressalam, Mwanza soko kuu, duka namba27 na Palace Hotel Arusha. Wote mnakaribishwa